Naomba nimshukuru sana kiongozi wetu shupako kabisa, nakalisamia suluhasa, amegalili mara ya kwanza na sasa amegalili tena kulileta hapa, amekuja ameniamini, lakini kwa kweli nimepewa mtego, kwa sababu sijaka mkurugenzi mtendaji, ni mara ya kwanza. Naomba mlipokee wa Mheshimiwa Rais, lakini pia nisemeleomoe huyu kiongozi juzi, tulikuwa kupokea kule Geita na Mwanza kuja kufungua daraja lile la linaitwa Magufuli pale Busisi Kigongo. Nilikaa karibu naye, niliona ni mtu mwenye hamasa, ni kiongozi mwenye hamasa ya maendeleo na mimi na mimi ameniteua nije hapa nilete nini Mvomero, kazi yendelee. Kwa hiyo namshukuru sana, na mimi nashukuru kwamba tunaweza usafiri. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kufika hapa, lakini ningine inaopa sana, ni mshukuru mwenyezangu ambaye anaondoka, ameniona pale taarifa nzuri, lakini si hiyo tu kule nilipotoka kuna tatizo la usajili wa mapato, kuna tatizo la watumishi, kuna tatizo la usimamizi wa miradi, lakini nimekuta hapa mambo yakwa. Kwanza first impression, amesema kwa kwanza, inaonekana mimi ni timu ambayo ilikuwa nakiongozi. Unajua kazi ya kiongozi sio kufanya kazi, ni kuongoza. Eh? O, yaani nadhani, yaani katia, hmm? Kweli, ni kuwezesha, ni kutia motivation, ni kuonea huruma. Yaani nadhani sifa za uongozi wa siku hizi, sio kukushi, ni kuwa kati ya watendaji ili mwezo. Kwa hiyo, ni timu na akagawa majukumu vizuri kama mnafwa na timu na mfanya kazi. Yeah, I come out of the side of the side of the side kitu lakini killakini, nimefurahi kwamba nimekuta ameunda timu ambayo mimi sasa nitategemea kuweza kusogea mbele mkurugenzi, kwa haya ambayo nimeyakuta na nimeyasikia. <coughs> Kwa kifupi, mi naamini kabisa wewe ni kiongozi. Na unakoenda sisi tunakuombea ufanikiwe, na tunaamini ukiingia ndani kwenye mjengo utapewa kamati moja nzuri na tutafurahi kuona ukija kutukagua hapa kupitia kwenye kamati mbalimbali a oezi sana nakutakiesmaijea yyaenga kiongozi wa sasa hivi ni yule anaye kusa watu halafu, unapenda kusafiri nao kugenda wanasema pamoja kwa Sasa wana niliosoma management ni principles, kuna kitu kinaitwa esprit de corps, kwamba tukiungana umoja wetu ndio nini? Ndio ni? nguvu yetu. Jamani, huyu falsafa huyu mwenye alieleta hii falsafa hii, sijajua ni nani, lakini kazi na utu pamoja tufanya nini, hii ni <tusunia> falsafa mpya. Sasa tunaambiwa hivi tufanye kazi, lakini humo humo tuweke utu

tuweze kuendeleza namba menaba wanaoondoka, lakini na mimi naweza kumsaidia kutoka hapa kulipo. Tuwe na a na, alama na, na, yaani tofauti wa hii Mvomero. Nasema mwaka wa fedha unaisha, bado siku chache, tuanze mwaka mpya. Kwa hiyo tusaidiane, tuwe viongozi wote, tusiumizane, tupendane, tuseme kwamba ni Mvomero DC ndani ya mkoa wa Morogoro.